Sasa tunaanza, tunataka kuongea swala la la upande wa wa makaratasi, ambacho nimeona watu wengi wanakosea. Sasa vijana, na sisi, na mimi mwenyewe, those days nilikuwa kijana vile vile. Sasa kitu ambacho watu wanachokosea ni kwamba anafika, anataka kuleta mazingira yale yale, attitude ile ile aliyokuwa ametoka nayo nyumbani, wakati sasa hizi umefika nchi ya watu, ni lazima uende na uendane na mazingira. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu watu wanasema appearance do matter. No. Apensi ni kitu cha muhimu sana kwa mtu. Umeingia sehemu, uh, kama kijana uko single au uh, binti dada uko single, umekuja na nywele za bandia hizi nywele za kisasa hizi. Kuna hiyo zingine yale ukiziangalia tu ngumu kama katani. Mtu akikuangalia tu yeye anaona kama ameshuka na ndege jana ambao ni kweli. Kwa wakati wakati ametoka nyumbani amekuja ana nywele tu chafuchafu au mchafu tu. Kuna vitu details nyingi sana zinachangia mtu akatuangalia aka asiwezi kupata mvuto kwako. Kwa hiyo kwa, kwa, kwa, hilo kitu kwa upande wangu mimi sio kwa baya, sikupata ile tatizo upande wa eh, kujipiga soap soap, na ilinisaidia au uh, appearance na, ku break your ice, na kuanza kujichanganya kirahisi zaidi.